Ni tukio tata lilopelekea huzuni na simanzi kwa wanafamilia na wakazi wa mtaa wa Jikei Bonyokwa Tabata baada ya wafanya biashara Ally Ahmad Ngaboli na mkewe Anna Amiri Juma wanaodaiwa kuuawa wakiwa nyumbani kwao. Mariam Saidi ni binti wa kazi wa familia hiyo, ambaye anaeleza alivyoshuhudia miili ya marehemu hao mapema leo asubuhi akiwa kwenye jukumu la usafi. Ndio hivyo, tumelala hatukujua chochote kilichotokea, ila sasa kichowacha tukajua ni asubuhi, kuna mtoto wake ambaye anaenda shule tusheni abidi aende kule nyuma agonge na ni dirisha mradi babake ampenda ule aende zake tusheni, tushe sasa. Ameita karibu mara tatu, haitiki. Mtoto akarudi zake ndani, mimi nikachukua fagio nikazungua zake kule uwa, nikaenda kufagia. Bahati nzuri niliangalia nini kuona dirisha limekatwa, yale machuma yale yamekatwa, halafu pazia lina damu. Nikatoka pale, nikaenda kumwita mtoto wake mkubwa, sasa huyu dada, nikaenda kumwambia njoo uone, ndo akaenda kuona kule nyuma Ijotokea kasema kaambia, basi nenda ndani wewe, kangalie kuna nini. Yeye akaenda ndani, mimi sikwenda kwa ndani nikakaa zangu hapo nje na watoto. Akaingia ndani, kuingia ndani sasa akatoka huko nje analia, nikamwambia unalia nini? Akasema dada, twende tukaone. Nikaenda tukakuta kule ameshafariki. Ndio hivyo, hatukuja shtuka kwa kuwa makelele hatukusikia, hatukusikia nini, yani tumeshangaa tu amekufaje, na yani hatuelewi yani, ndio hivyo ndio chotokea. Eh, aliingia mtoto wangu akaangalie. Aliingia ndani akaangalia. Akatoka nje analia, nikamwambia unalia nini? Akasema dada, mtoto wangu kama amefariki, twende nikaingia na mimi ndani, tukaenda kuangalia, nikamkuta wote wameshafariki. Ndio tukampigia mama ndugu yake yule kaka, akaniambia tuite majirani, tukaita majirani hivyo ndugu zake wengine wakaja ndio hivyo itokea. Yani tumakuta tu dada, yani amefungwa kitambaa huku, yani usoni um, amefungwa kitambaa hatuku. Yani kwanza, mimi sikuangalia, kama nimemwangalia fika tu pale amelala, sikusema kwamba angalia mtu amefunga tu kitambaa huko, basi. Na kaka naye kala hivyo tu, tukaondoka zetu, tukaja hapa kukaa nje, tukenda kuita majirani hivyo. Athman Ally Ngaboli ni ndugu wa marehemu Ally Ngaboli, anaeleza namna alivyoikuta miili ya marehemu baada ya kufika nyumbani hapo majira ya saa tatu asubuhi. Blaza na, na, blaza na mkeo alikuwa ameumizwa na vitu vyenye ncha kali. Blaza alikuwa ame maeneo ya kwenye moyo hapa, ila shemeji alikuwa amechomwa kila sehemu ya mwili. Upande wa dirishani wanalolala walikuwa wamevunja ni kitu gani kilichofanyika mpaka, kuatua, vengia, ntani, mpaka hua, watu waingia ndani mpaka kwenda kuwaua watu? Hatuelewi kwanza, umetusababishia sana kuwacha watoto wadogo ambao hatujui watalelewa na nani, ndio watalelewa lakini bado mapenzi ya mama na baba walikuwa nayo. Tunasikitika sana na tumeumia, tumevunjika. Ukatili huu wa aina gani huu, ukatili uliofanyika. Tunaomba serikali ifanye uchunguzi, yani serikali ifanye kazi yake wakamatwa wa watu kwa sababu walichokifanya ni kitendo kibaya sana. Mwenyekiti wa mtaa wa Bonyokwa mali ya tabu amekiri kutokea kwa tukio hilo mtaani kwake, akieleza mazingira yalivyokuwa baada ya tukio hilo. Milango haijakuwa imevunjwa, dirisha kwa upande wa nyuma, kuna eneo ambalo limeonyesha hivyo, lakini kuna eneo kubwa kidogo, ndio maana nasema kwa sababu uchunguzi unaendelea, sipendi kuingia sana huko e, manake bado kuna, kuna, kuna maeneo yanautata kwenye tukio lenyewe ni wananchi na ni wadau wazuri wa maendeleo. Na hata hiyo tukio la jana inasemekana kwamba wametoka wote wamerudi na gari na mtoto wao yule mkubwa wakamshisha hapo, jua alikuwa ameenda kunyoa wakatangulia nyumbani, mwanamume e, ni, -ni, ni mfanya biashara na shughuli zake e, za kusupply mambo kwenye maduka makubwa makubwa, e, na nani nani nani mke wake naye. Kwa hiyo sio watu ambao wapo kwenye matukio ya siasa, wangekuwepo basi tungejua. Alikuwa ni mtu wa watu kama. Alikuwa ni mtu wa watu kabisa, niwaambie. Yani alikuwa mwanasiasa anajihusisha na hapana. Alikuwa ni Mkristo na ni mwanicho kawaida. Kama ni mambo ya chama, ni yeye na nafsi yake, huwezi kujua mambo ya mtu, lakini kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nje kwa wazi, alikuwa ni mwanajumuia, ni Mkatoliki. Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalumu Dar es Salaam Muliro Jumanne amesema uchunguzi wa tukio hilo bado unaendelea. Mili hii imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala huku ikiwa na majeraha. Uchunguzi wa kina juu ya tukio hili la kuhuzunisha unaendelea ili kujua na kubaini kwa kina chanzo halisi cha vifo hivyo vya wanafamilia. Habari zote kali za zo siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. Nyote nakaribishwa.